Mimi nataka kufahamu kwa sababu huwa mnaenda kuhakiki vipimo hadi mahospitalini, kwamba iwapo wale mahospitali hawatozingatia vipimo, ni madhara gani ambayo atayapata mteja, yani mgonjwa, na ukitufanulia pia madhara ya kutokutumia vipimo sahihi kwa, ni madhara makubwa sana tunaweza kuyapata. Kwa hiyo tumejipanga pia kuingia kwenye eneo hilo kufanya uhakiki wa vipimo vinavyotumika katika sekta ya afya. Ndugu zangu waandishi wa habari, maswali yalikuwa ni hayo tu. Sijui kama kuna ambalo nimelisahau. Nawashukuru sana kwa maswali mazuri. Mimi nanipa faraja kwamba nimeeleweka vizuri. Karibuni sana wakala wa vipimo.